Ambayo katika vita hiyo kusalimika kwetu, usalama wetu tutakuwa ndani ya Yesu Kristo. Ngoja nikwambie mpendo wangu, dhambi yako haitakufikisha mahali popote. Wakati unaokuja ni mgumu sana, ni heri ukakimbia kwa Yesu mapema, ni heri ukakimbia kwa Yesu mapema. Katika kipindi cha Nuhu, Mungu aliona kwamba ni heri waingie wa wa wa wa wanyama huko, aliona ni heri waingie kunguru, aliona ni heri waingie nyoka sumbula, na wanyama wa kila namna, lakini sio wana

namna hawataingia safina ya nuru. Leo iko wazi safina ambaye ni Yesu Kristo, kwa sasa iko wazi kwa ajili yako, wewe ulikuwa umesalia, ili kwamba uweze kuingia ndani ya safina, uweze kuwa na uweze kuwa na uhakika wa kuweza kuwa salama katika vipindi vigumu ambavyo dunia inaiende. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana, Bwana alibarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu nikimbilie, nikimbilie

Msinda, yeye Mungu wetu ni Mungu wa vita, adiyibuki vita vya nyuklia. Katika yeye tutakuwa salama, maana yeye ni msaada. Haleluya! na Yesu asifiwe. Msada wetu uko ndani ya Yesu Kristo, msada wetu uko ndani ya Yesu Kristo. Yesu pekee ndi alikuja duniani ilikwamba kuleta wokovu, yeye ndiye alikuja kututenga mbari na dhambi, yeye ndiye alikuja kutupatanisha upya tena na Mungu ilikwamba tuweze kustahili mbani za Mungu, ili kwamba tukiomba te aweza kutusikiliza tena. Yesu Kristo aliamua kutoa gharama ambayo mwanadamu asingeweza kuitoa kwa namna yoyote. Huyo Yesu ndiye ninayekutangazia wewe hapa Yesu atangazia like, mahali hapa ambaye akiingia ndani ya maisha yako unakuwa na uhalali wa kuzungumza na mungu wako tena. Akiingia ndani ya maisha yako unakuwa na uhalali wa kuwa rafiki wa Mungu tena. Ile dhambi ilipoingia ilitengeneza uadui baina ya mwanadamu na Mungu. Ule uadui, Yesu uausu Kristo aliyeamua kumwaga damu ili uondoke is bali si kuwa rafiki ya Mungu, lakini lakini kwa mpinda dhambi unapoteza urafiki na Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ndicho ndicho kilichomfanya Yesu Kristo aka akauvua utukufu akauvaa mwili akakubali mateso ili kwamba rejeshe urafiki wake ule uliokuwepo baina ya Mungu na mwanadamu. Kipinda hivyo muumba hata Mungu alikuwa kimtembelea kila jioni, kila wakati wa jua kupunga, Mungu alikuwa kimtembelea